Kweli, ubongo wa binadamu ni kiungo cha kustaajabisha. Hakuna ubongo wa mnyama yeyote unaoweza kuwa na ufahamu wa hali ya juu, werevu na uwezo wa kuwa na mipango na hata kuandika ushairi jinsi ubongo wa binadamu unamudu. Hata tarakilishi yenye uwezo mkubwa duniani haiwezi kushindana na ubongo. Ilichukua kompyuta hii muda wa dakika 40 kutenda kazi ambayo ubongo hutumia sekunde moja tu. Wataalam wanakubaliana kwamba kuna mengi tusiyoyajua kuhusu ubongo, mengi sana ambayo atakuacha kinywa wazi na mengine yataibua tafakari. Kwanza, uzito wa ubongo ni asilimia mbili tu ya uzito wa mwili wa binadamu, lakini hutumia asilimia ishirini ya nguvu na hewa safi inayotumiwa mwilini mwako. Na je, wajua kuwa asilimia sabini ya ubongo ni maji? Ukosefu wa maji mwilini kwa asilimia mbili tu utaathiri umakinifu na kusababisha hali ya kusahau. Na je, umewahi kushangaa ni kwa nini kichwa cha mtoto mdogo ni kikubwa? Ndio uweze kumudu kiwango cha ubongo unaendelea kukua. Mtoto wa umri wa miaka miwili ana asilimia 80 ya ubongo wa mtu aliyekomaa. Ubongo wa mtoto hutumia asilimia hamsini ya sukari inayohitajika mwilini, na ndio maana watoto hulala sana. na <muchilis> to... Je, wajua kuwa ukuzaji wa ubongo wa mtoto mdogo huchangiwa na kusoma kwa sauti na kuongea naye mara kwa mara. Somewhere... utafiti unaonyesha kwamba dhulma dhidi ya watoto inaathiri ukuaji wa ubongo wa watoto hao. Ukubwa wa ubongo haujalishi, kwani sio kipimo cha akili au ubora wake. Ili kudhibitisha haya, Albert Einstein, mwanahisabati mkuu wa historia ya ulimwengu, alikuwa na ubongo uliokuwa wa asilimia ndogo kuliko ilivyo kawaida. Nusu ya ubongo ni sawa na ubongo wote. Madaktari wa upasuaji wa ubongo huwa wanalazimika kuondoa nusu ya ubongo kwa mgonjwa anayeugua ugonjwa kuanguka na cha kushangaza ni kuwa hiyo huwa haiathiri fahamu yake. Je, wajua kuwa chuo kikuu cha Harvard kina hifadhi ya ubongo wa binadamu takriban elfu saba kwa madhumuni ya kuendeleza utafiti? Aha, sasa wajua.